Vitu vitatu ambavyo mwanaume hutakiwi kuvumilia katika ndoa Ch, yani hata kama mwanaume awe mzuri namna gani awe na taku kubwa namna gani awe, yaani ana shepu namna gani awe sijui mrefu mfupi sijui mnene namna gani, vitu hivyo hutakiwi kuvivumilia mwanaume kwenye ndoa sawa. Kitu cha kwanza zalau, mwanamke kuna wanawake wanakuwa na zalau sana, inawezekana y kawaida mwanamke mwana anasoma sana anaweza akasoma hadi chuo ama digrii huko, wewe ukaisha tu fofo, ukaingia kwenye mapambano, akaanza kukuza dharau kwenye ndoa, kwa sababu wewe unasoma, wakati wewe ndio unayemlisha. Ukimpatia elfu moja na mia tano anaona kama vile haitoshi, anakuambia hivi, mimi nimesoma na nahitaji i say. Yani i say, yani sipendi kitu kama hicho, kitu cha dharau kama hicho, yani sipendi kabisa, sipendi. Unamwagiza sehemu fulani anagoma, oh, yani mwanaume hutaki kuvumilia. Kitu cha pili, kitu cha pili tunaenda kwenye tunaingia kwenye heshima. Heshima, mwanaume unatakiwa uheshimiwe, yani ndani ya ndoa, yani ukiheshimika ndani na nje lazima uheshimiwe. Mwanamke akikuheshimu ndani na nje atakuheshimu, sio kwamba unaenda huko ndani unagombezwa kama mtoto kaa una, yani ndani unakuwa kama mtoto vile yani. Ukiingia atachosema chochote wanakubali, alafu nje ukija kwetu unatugombeza halo mwanaume kama si hatumkubali hata, hata, hata, hata mara moja hatumkubali kabisa, hatumkubali kabisa, hatumkubali kabisa. Yaani ah, sijui nisemaje. Alafu kitu cha, cha tatu